Na mamake mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu Michael Jordan, Deloris Jordan, amesifia juhudi za Kenya katika vita za dhuluma uh, vita dhidi ya dhuluma za kijinsia. Deloris ambaye yumo yumuhumu nchini kwa ziara ya uhamasisho kuhusu maslahi ya manusura wa dhuluma za kijinsia. Hata hivyo, anasema ipo haja ya kutafuta suluhu za humu nchini kwa tatizo hilo. Alisema haya katika mtaa wa Roysambu jijini Nairobi ambapo alizindua kituo cha afya cha kushughulikia waathiriwa wa dhuluma waathiri wa wa za kijinsia. Kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa, kituo cha utunzi wa kina mama na watoto ambacho hudhaminiwa na familia ya Jordan kimekuwa kikiwastiri manusura wa dhuluma za kijinsia nchini Kenya. Kituo hicho ambacho kwa sasa kinatoa hifadhi kwa zaidi ya wa waathiriwa mia moja kimezindua kliniki mpya itakaotoa huduma za afya kwa waathiriwa wa dhuluma za kijinsia. I have grown from just So when we, when you came on the campus, you saw Kenya Women and Children Wellness Family Center. It stands for family. Because again, if you can heal the family, you can find growth. Kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni mwanamke mmoja kati ya watatu hukabiliwa na dhuluma za kijinsia 2019, I think we had about 14,000 cases seen in our facilities around the country. But last year, we had about 54,000 cases seen in our health facilities and public health sector. So there, there is a rise in the number of cases seen in our facilities and also the cases being reported. There is better reporting measures. Kituo hicho kilizinduliwa kupiga jeki juhudi za Kenya za kukabiliana na dhuluma za kijinsia ambazo zimekuwa zikiongezeka We call upon each and every one of us to be aware of gender-based violence. It's a very bad thing that is happening to our young people. Serikali imepewa changamoto kuhakikisha wanaotekeleza dhuluma za kijinsia wanadhibiwa ipasavyo. Kenya itajiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa wanawake hapo kesho, huku miito ya ushirikiano katika juhudi za kulinda na kutetea haki za wanawake ikisheheni. Mada ya mwaka huu ya kusherehekea siku ya wanawake ulimwenguni ikiwa kuongeza juhudi za kukabiliana na visa dhidi ya dhuluma za kijinsia. Wanaume wamehimizwa kujitokeza na kutonyamaza katika vita dhidi ya dhuluma hizo. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Kasichana Masha.